Na mtazamaji, tuelekee Machakos ambapo wauguzi katika kaunti hiyo wametishia kususia utoaji huduma katika hospitali zote za umma kufuatia kucheleweshwa kwa mishahara yao. Wauguzi wao wanasema kuwa kwa miezi mitatu sasa wameshindwa kulipia mikopo kutokana na kucheleweshwa kwa mishahara. Wakizungumza katika hospitali ya Machakos Level 5, wauguzi hao wamesema watafanya kazi hadi pale serikali ya kaunti itakaposikiza kilio chao. Kaunti ya Machakos ina takriban wauguzi 1350 ambao pia wanadai kunyanyaswa na usimamizi wa hospitali hiyo wakidai kushurutishwa kufanya kazi kwa saa 160 our, our, our our urgent and and immediate problem right now is is those salaries, our loans, we we are requesting for round, a roundtable discussion so that we can understand how level, how level 5 is running. Epata kuongea na tumewahakikisha kwamba mshahara imeingia leo, wenye wako kwa KCB watapata mshahara yao leo na wale wengine watapata mshahara yao hapo kesho. So tukuwe watulivu na mambo itakuwa sawa.